wamekuzoea sana mpaka hawakuoni ngoja ni kuonyeshe njia moja ambayo inawafanya wa kutafute wao wenyewe na njia hii inapatikana ndani ya kitabu cha the 48 laws of power cha robert greene na leo hapa sauti ya kurasa tutaizungumzia kiundani karibu sheria ya 16 tumia umbali kuongeza heshima na thamani yako katika safari ya nguvu, heshima na ushawishi, kuna kanuni moja ambayo mara nyingi watu wengi huiangalia juu juu, lakini kwa kweli ndio silaha ambayo huwatenga watu wa kawaida na wale wanaojua kutumia nguvu kimkakati. Robert Greene katika sheria ya 16 anasema kwamba kuna nyakati kutopatikana kwako ni nguvu yenyewe, na umbali wako unakuwa kisima kinachoongeza heshima, thamani na mvuto wako. Hii ni kwa sababu ya ukweli wa kisaikolojia binadamu. Hutamani kile kilicho adimu na huchoka haraka kwa kile kilicho karibu kila wakati. Binadamu wanapokuzoea kupita kiasi, wewe unageuka kuwa sehemu ya mandhari, kama kiti kilichopo sebleni kila siku. Bila kujua, thamani yako inaanza kupungua, maneno yako yanapoteza uzito, uwepo wako hauleti msisimko tena, na hata makosa yako yanakuwa makubwa kuliko mema yako. Lakini unapochukua hatua ya kujiondoa kimyakimya, kuacha anga liwe tupu, bila sauti yako, bila mawazo yako, bila nguvu yako, ndipo watu wanaanza kuona tofauti. Wanagundua kuwa kimya chako kina uzito na ukosefu wako unaacha pengo ambalo halijazibwa na mtu mwingine yoyote. Wanaanza kukukosa, wanakufikiria, na polepole pole, heshima iliyoyeyuka kutokana na wingi wa upatikanaji inaanza kurejea. Robert Greene anatupa picha toka historia, akiweka wazi kuwa watawala wakubwa, wanamuziki maarufu, waandishi, viongozi na hata wafanyabiashara huutumia mchezo huu wa umbali kama mbinu ya kuongeza thamani yao. Kiongozi akijifanya kupatikana kila mara anaonekana dhaifu, anachosha, hachochei heshima. Lakini akiondoka kwa muda, akikaa kimya katika sehemu fulani, jamii inaanza kutengeneza simulizi juu yake. Wanajaza pengo lake kwa fikra, matarajio na heshima isiyo ya moja kwa moja. Hivyo anaporudi, uwepo wake unakuwa kama msimu uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu. Sheria hii pia ina nguvu kubwa katika maisha ya kila siku. Katika mahusiano, mtu unayepatikana kupita kiasi anachosha, anapoteza mvuto. Lakini ukichukua hatua ndogo ya kutulia, ya kutoa nafasi, ya kuachia hewa itembee, huwa kama moto uliowekwa mafuta kidogo, unawaka tena kwa nguvu zaidi. Watu ndio hivyo, wanathamini zaidi kile kilicho mbali kidogo, na kukidharau kile walichotengeneza mazoea nacho. Katika kazi, sheria hii ndiyo inayokuonyesha thamani yako halisi. Ukiwa mtu wa available 24/7, watu wanakuona kama rasilimali ya kawaida, hawakuzingatii, hawajafikiria thamani yako, na matokeo yake hawaheshimu mchango wako. Umbali mdogo unapowekwa kimkakati, kwa kutokujibu vitu mara moja, kwa kuondoga baada ya kazi bila kubaki kupita kiasi, au kwa kutokujitupa kwenye kila tatizo, Unaonyesha kuwa muda wako una thamani na unajua kuutetea. Watu wanaanza kukutazama kwa jicho la heshima na hawachukulii uwepo wako kama kitu cha kawaida. Lakini Greene pia anatukumbusha kuwa umbali usipotumika vizuri unaweza kuharibu kuliko kujenga. Ukiondoka kabla ya kuonyesha thamani yako, hakuna atakaye kukosa. Ukijiondoa kwa muda mrefu kupita kiasi, watu wanaweza ziba pengo lako na mtu mwingine. Umbali wa kimkakati ni ule ambao unakuja baada ya kuthibitisha thamani yako, si kabla. Ni baada ya kushika nafasi fulani, kutoa mchango fulani, kuonyesha ubora fulani, ndipo unajiondoa kwa kipindi kifupi, ili dunia ikose sauti yako kwa muda na ikukumbuke kwa nguvu zaidi wakati wa kurudi kwako. Kwa hivyo, sheria ya kumi na sita ni somo la heshima kwa njia ya kimya ni mkakati wa kuongezeka thamani bila kutoa nguvu nyingi. Ni ufundi wa kutengeneza uwepo wenye mvuto kwa kutoweka kwa muda. Ni falsafa inayokwambia usikimbilie kwa kila mahali ili uonekane unafanya kazi, usifanye kila kitu kwa haraka ili uonekane unajituma. Wakati mwingine, kutowepo kwako ndio ujumbe wa nguvu kuliko maneno elfu moja wakati mwingine umbali wako ndio unaokutengenezea jukwaa la kurudi ukiwa na sauti nzito zaidi, heshima kubwa zaidi, na thamani ambayo ingepotea kama ungekuwa mtu wa kubakia karibu kila saa. Kabla sijaendelea, bonyeza subscribe, kwa sababu kila wiki nakupa siri moja ya nguvu ambayo watu wengi hawajawahi kuambiwa.